Uh, nimesema mimi ni mfanya biashara ya mazao lakini pia ni transporter. Naenda kuathirika kwa sababu nimepakia mizigo kwenye magari yangu, lakini pia nimepakia mizigo kwenye magari ya watu nimesubcontract. Gari zitakapofika pale, huku kuna sintofahamu, haziwezi kuvuka, hamna kinachoendelea bado, wale watatakiwa kuishi, na ujue mtu anaishi sasa ni mpakani hapo, sio nyumbani kwake, anakaa hoteli, anakula hoteli, yani kila kitu kitakuwa kina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 Hii ni baada ya waziri wa kilimo Hussein Bashe kutangaza kuwa Tanzania imeamua kuchukua hatua kufuatia Malawi kushindwa kuondoa vikwazo hivyo ndani ya muda uliowekwa. Kwa upande wao madereva wa magari ya mizigo nao wamelalamikia hali hiyo. Naitwa Ahmadi Hamisi Abdalah. Hali ndo kama hivi mnavyoiona, kwao tuko hapa, hatuelewi hatima yetu, tuko hapa tunasubiri labda kama, kama tamko litabadilika ndo tuweze kupeleka haya mahindi. Hii imetuathiri sana kwa sababu sisi kama madereva huwa tunategemea mzunguko ndio tuendeshe familia zetu. Kwa hiyo imetuathiri sana. Yani ukipakia mzigo, unajua siku mbili au siku mbili au siku tatu utakuwa umeupeleka mzigo na umerudi, na posho unayopewa ni kulingana na hizo siku. Sasa siku zikizidi, hali inazidi kuwa mbaya, eiza wewe nyumbani, kwamba hela uliyoacha ni ni ndogo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 Hakuna zao la chakula lolote linalotoka kwetu huku Tanzania kwenda nchini Malawi. Si kawaida ya eneo hili ambalo nipo leo hii hapa kuwa hali kama hivi ambavyo unaiona. Hivi ndivyo hali ambavyo ipo. Langu jina Samuel Mpogole wa Hope Channel Tanzania.